kulu manasara mina samani, maji yoyote yaliyoshuka kutoka mawinguni haya ni twahir mutwahir, maji ya mvua yenyewe ni safi na yanaweza kusafisha kitu kingine, sawa au nadaamaina aa au maji yoyote yale ambayo chimbuko lake ni ardhi, yamechimbuka kutoka ardhini, sawa. Maji yoyote yametoka ardhini, hayo mebavi mutwaina <laughs> yenyewe ni masafi na yanaweza kusafisha kitu jambo la kuzingatia moja tu, wala mtaghayyaru badu awsafihi. Maji haya yametoka mbinguni au yametoka ardhi, kitu cha kuzingatia ni kimoja tu, yasibadilike moja ya sifa ya maji. Sasa tumesema sifa za maji ni kama tatu: rangi, ladha na harufu. Maji yana rangi, rangi maji yana ladha, maji yana harufu. Sasa shehe anasema haya maji yaliyotoka mbinguni, maana maji ya mvua na maji yaliyotoka ardhini, maji ya kisima, maji ya mto, maji ya bahari, maji ya dimbwi, yote yanasema ni maji kutoka ardhini. Yote haya ni tahiri mutahhiru, yenyewe ni safi na anaweza kasafisha kitu kingine, lakini kwa sharti hayo maji yasibadilike moja ya sifa zake, basi

akaitoa kutoka kwenye ile maji ya bahari akawa matamu. Tumesema akabadilisha moja ya sifa zake. Ah, hatusemi hapa sifa zinabadilika, bali tumesema tumealeta maji kwenye laba nzuri zaidi, sawa. Kwa hiyo yanaweza kunyweka, inaweza akafanyiwa matumizi mengi. Allah ameweka chumvi kwenye bahari kwa makusudio maalum, eh, chumvi kwenye bahari haikuwekwa haikuwekwa tu hivi, ah, ah. Na hizo bahari unazoziona zinatofautiana hata viwango vya chumvi, na kuna maziwa mengine vile vile yana chumvi, maziwa mengine yana chumvi kali kuliko bahari lakini chumvi imewekwa kwenye maji ya bahari. Moja, ile chumvi inazalisha mvuke bukhari, ile chumvi inazalisha hewa kama gesi. Ile hewa gesi ina kazi nyingi sana, moja inakuwa ni bukhari ambayo inapanda juu lakini pili, ndio inayofanya uone huku nchi kavu sisi tunapoishi, tunapata salama ya harufu nzuri, ni kwa sababu ya chumvi ya bahari. Yani, ya bahari, yaani kama ile bahari ingekuwa haina chumvi, basi hii nchi kavu ingekuwa na harufu kali sana. Sio, tunaelewana eh? Ile u, ule mvuke wa chuzu unaotoka baharini ukatukwa bahari, na upepo. Unajua bahari time yote inakuwa na upepo, ikatukwa na upepo huku nchi kavu, ile ile ile hewa iliyotoka kwenye chuzu ile, kwanza inakuja kuua jarathimu wengi, inakuja kuua bakteria ya wengi lakini inakufanya ile harufu ya huku nchi kavu iwe nzuri lakini ile chumvi iko pale kuhakikisha kwamba kila kitakachotupwa baharini, kila kitakachotupwa baharini kinaoza, kinayayuka na harufu yake inakata mapema, si tunaelewana hiyo? Yote ni kazi ya chumvi iliweko. Yani, kala kama maji ya bahari yasingekuwa na chumvi yale, basi tungeumwa maradhi mengi sana kwa sababu takataka taka zote zinazozalishwa huku ukuchikaa zinatupwa wapi kila siku. Sasa yale maji yasingekuwa haya na chumvi, ile chumvi ina, ina chakata zile takataka taka na kuziozesha mapema na kuzifanya zi zisivunde zikatoa harufu mbaya sana basi, huku nchikafu kusingekalika, yaani harufu ambayo ingekuwa inatoka baharini kwa kweli, tungekuwa tuna raha tukauu nchikafu. Lakini ile chuuvu ndiyo inayotoa msaada mkubwa kwa kwamba sisi tupate hali ya hewa nzuri, tusipate harufu mbaya sana tunaweza kuwasikia tu harufu kwa time fulani, lakini inaondoka saa. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema hilu maitatu, huyu maiti wa baharini ni halali kuliwa, kwa sababu maiti wa bahari, samaki, ni vigumu kuharibika.

maiti wake ni halali. Hata mtu akifia baharini halali, bahari ni halali. Tume kasema alhillu maitatuhu, maiti yoyote ya baharini ni halali kuliwa. Akamwambia hapana, asili ya mwanadamu halili. Kwa hiyo tume alikosema hillu maitatuhu vile vinavuliwa kikiwa kimekufa chenyeo baharini, wechokua kikufanya nini kula, usipate mshaka. Na kuna masahaba samaki ambaye alikuwa kafa, mawimbi ya msukuma yanamleta tume ka waende pahala wamekwenda wakutembea mpaka chakula kimeisha

Uh, alhilu maitatu kwa hiyo kiumbe wa baharini yeyote ule analiwa, walaukana ala surati alkhinzir, hata umuone anafanana na nguruwe huku mshikao wabaharini, analiwa. Wabaharini analiwa kwa uh, hiyo Chufi, chufi na kasi, na kasi kwa chuzi chuzi na kazi na kazi kubwa sana mbalimbale. Hizo ni baadhi tu ya mambo tunayajua, sijajua ni makubwa zaidi. Kwa hiyo anasema huwa kullu ma nazala mina samani, maji safi yanaweza kutoharisha kitu kingine. Ni maji ya mvua au nadaaanaaui au yale yaliyotokana na ardhi, na jana tumezungumza hapa kwamba ardhi matirio yake matirio yaliyotumika kuiumba hii ardhi ni maji, si tumeela maji. Usione mawe na majabali, lakini matirio ni maji, kama vile mbingu matirio mingine eh, mfuke mbingu imetengenezwa kwa matirio ya mvuke, lakini ardhi imetengenezwa kwa matirio ya maji. Sasa usishangae useme ardhi sasa ni maji. Ardhi matirio yake ni maji yeli Uganda, sawa eh, ndo itatengenezwa ardhi. Kama vile wewe, mimi na wewe, matirio yetu ni maji. Lakini sisi tukijiangalia sisi tukijiangalia tu sisi ni mali. Ah. Lakini matendo yalitutengeneza. Ni mali. Sasa usishangaa. Kusema maji ni moja tu yametengeneza mali. Mabarafu sana yametengeneza na maji. Yanakuwa magumu. Ah. Hadha khalqullah fa aruni ma da khalaqa alladhina min dunihi, hivi ndivyo alivyoumba Allah. Nionyesheni hao waungu wengine mnaoabudu wameumba, wame nini? Mwenyezimungu anauliza, yani unamwabudu asiyekuwa Allah. Yani hebu nionyeshe hivi vitu vyote, Mwenyezimungu anakwambia kaumba yeye, alafu wewe unaenda kuabudu kitu kingine. Anakuuliza, kitu gani kilichokupelekea umwabudu huyo mwengine? Kaumba nini mpaka umeamini kwamba huyu hacha ni mwabudu Ukaniacha mimi na mali na rupa hiyo kifua namna unavyoona na unavyotumia. Alhamdulillah. Hiyo yote tunayoona kazi ya Faaruni, madha khalaqa alladhina min dunihi. Nionyesheni hao mnaabudu wengine wanaomba nini? Hakuna. Wewe utaona mtu anayabudu sifa hao, amepotea kwa hakika. Hata ukimuuliza ana Kwa hiyo maji ya mvua na maji yanayotoka ardhini, hayo ni maji safi na yanaweza kutwaharisha kitu kingine. Kwa hiyo ukikuta maji ya kisima ni maji safi, maji ya bahari ni maji safi, maji kumekinga mvua imenyesha, ni maji haya usio na wasiwasi, na hayo ni maji safi na yanasafisha kitu kingine, kwa sharti moja tu, lam yatataghayyar byasba baahib ukiyachukua hayo hayo maji hayo hayo ukayatengeneza chai, ashatajika sifa. Hata kama ni maji ya mvua, lakini ushatia majani ya chai, umetia iliki, umetia tangawizi. Sasa usije ukasema tulisoma kule, maji yoyote yanayotoka mbinguni na maji yanayotoka ardhini, haya ni safi yanaweza kusafisha kitu kwa sharti tu usiwe ume yageuza ile moja ya sifa yake. Ukiatia majani ya chai tayari usha yaaliu, ushafanya nini? Usha yatoa kwenye sifa yake. Sisi tunaelewa anasema, bima yuhayyiru tuhuriyatahu yasibadilike moja ya sifa yake, sifa ambayo inabadilisha ile utwahala wake. Kamaki samaki kama vile maji ya mvua, wa maaul bahari na maji ya bahari, wa maaul matari na maji ya mvua, ambao tunasema imejirudia mara mbili na samai, na maaul matari ni maji ya wamau nahari na maji ya mto, wamaku salji na maji ya barasi, wamau baridi na maji baridi. Maji baridi hata wumadu unaweza ukaita malu baridi sawa. Kwa hiyo shehe anasema maji yote haya ni maji safi: maji ya mvua, maji ya bahari, maji ya mto, maji ya barasi, maji baridi yote haya mtu anaweza kutwaharishia kwa sababu yeye, yeye, yeye ni safi na anaweza kusafisha kitu kingine, madhali huja yabadilisha, basi hujayabadilisha kutoka kwenye sifa yake ya maji ukayapeleka kwenye kitu kingine, sawa. Ukiyagandisha kama mabarafu uyatoa kwenye sifa yake sawa, uyatoa kwa sifa. Ni salbu, salbus ni kuyanyanganya, eh, yale maji ya jina, yale maji yakunyanganywa jina, basi maji yale yanakuwa yamekosa uhalali wa, wa kutoharisha t sasa kukumanisha kitu kingine, lakini yakibaki katika uwasilia wake yanakuwa twahir mutahhir, yanakuwa yenyewe ni safi, lakini yanaweza kusafisha kitu kingine. Tumeelewana hapo jamani? Maanake tusitoke bila kuelewa. Haya hayana matatizo Matatizo yake yo kuangalia ya tu yamebadilika sifa basi. Kama hayajabadilika sifa, yanabaki kuwa maji safi, yanaweza kutwaharisha.